Salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapendwa katika ukumbi wetu Iko Wapi Zamani, tungependa kuwakaribisha siku nyingine ya leo, ikiwa ni tarehe 18 Mei 2025, 18 Mei 2025 siku ya Jumapili, na tunakurubia wakati wa magharibi hapa kwetu mjini Toronto, Canada. Karibuni katika kipindi hichi maalum, kipindi cha Iko Wapi Zamani. Leo nachukua nafasi hii kutaka kueleza harakati zetu pale zilipofikia mpaka sasa, kwa sababu uh, tumepitisha mwaka mzima tangu tuanze harakati zetu hizi na kuna mambo fulani ambayo tuliyapanga. Kuna machache ambayo yamekamilika na kuna mengine ambayo bado yako katika proses na mengine bado hayajakamilika. Kwa hivyo leo ni siku ambayo uh, tungependa kuwaekea wazi uh, zile harakati jinsi zinavyosongea lakini napenda pia vile vile kutoa shukrani zangu za dhati kwa mjumuiko wetu huu, mjumuiko ambao kwa hakika unatupa moyo sisi wasimamizi wa Iko Wapi Zamani kwa sababu tume maintain namba ambayo ni nzuri uh, idadi ya watu katika WhatsApp group yetu, ingawa tutarajia zaidi lakini ime dumu kwa muda mrefu uh, katika uh, watu mia tatu na watu mia tatu ni sauti kubwa ya kufika mbali. Kwa hivyo karibuni katika kipindi chetu hichi, ikiwa leo naanzia kwanza kuwapa bishara njema ya kwamba uh, Iko Wapi Zamani tumefanya registration na process inaendelea vizuri na hivi karibuni itakamilika, na ikikamilika basi, kuna mengine mengi yatafuata haraka iwezekanavyo. Baada ya proses hiyo eh, kukamilika, miongoni mwa mambo yatakayofuata kwa haraka, tutafungua bank account ambayo, hiyo sasa, ndiyo itatuwezesha sisi kuweza kufanya zile harakati zetu za kuleta mageuzi. Lengo kuu katika Iko Wapi Zamani ni kuleta mageuzi mazuri katika jamii yetu, jamii yetu ambayo imeathiriwa na mambo mengi ambayo ni ya kusikitisha, ikiwemo madawa ya kulevya yaliyowaangukia watoto wetu, wengi wa vijana hao wakawa ni waraibu wa madawa ya kulevya, yakiwemo mpaka mambo ya mongokaa na mengineyo haya ni mambo ambayo sisi tumesimama kujitahidi kupambana nayo na kuhakikisha kwamba sote tunarudi katika mstari mzuri wa kimaendeleo. Hatupendi kuachwa nyuma, kama ambavyo ilivyo ghera ya mtu ambaye hapendi maonevu, hapendi kuachwa nyuma. Kwa hivyo, sisi ni jamii ambayo tumeamua kutaka kugeuka, na kugeuka si maneno matupu kama ambavyo inakaririwa mara kwa mara na wazee wetu, ambao hawa wazee waliona zama ambazo ni tofauti na hizi tulizo nazo sisi. Kwa hivyo, ni wajibu wetu sisi sote tuungane pamoja, tushirikiane na tusonge mbele. Hakuna lisilowezekana, hakuna kitu ambacho ni impossible. Kila kitu kinawezekana maadamu kuna watu wamefanya mambo ya maendeleo maadamu kuna watu wameonyesha kwamba wao wana, wana, wanatekeleza yale wanayoyasema, basi na sisi hatuna budi tuwe ni wenye kuiga mfano huu. Pengine niwakumbushe tu ya kwamba watu walikuwa wakisema sana kwamba kuna jamii nyingine zimeendelea, wala hatuwaoni kuwa wana mbunge, wana konsela, wana women rep, wana nini Tuchukulie mfano tu wenzetu ambao tunaishi nao miaka na mikaka, Wabohora eh? Hawa watu wako very well organized, lakini huwasikii kwamba hati maendeleo yao mpaka wawe na wabunge na wanasiasa na mambo kama hayo. Kwa hivyo, hii fikra sisi isitulaze au kutulemaza, tukaona kwamba sisi tukishakuchagua wanasiasa, basi hawa wanasiasa ndio watakao kutupeleka mbele. Mimi nawaheshimu sana wanasiasa wetu na nawapenda wanasiasa wetu, na wanasiasa wetu ni nguzo nzuri sana kwetu sisi. Twawahitaji sisi watupeleke mbele, tushirikiane na wao pamoja, lakini uh, kwa bahati siwezi kusema mbaya, lakini kwa vile hali ilivyo sote tunayaona, hatuna haja ya kutaka kuingilia au kuwavunjia heshima, hapana tunawaheshimu na tunawapenda, na tunaomba msaada wao wakati wowote ambapo sisi tutahitaji msaada kutoka kwao. Sisi vile vile tuna wafanyabiashara. Wafanyabiashara wetu tunawapenda, tunawaheshimu na, na tunatarajia mazuri mengi kutoka kwao, na bila shaka ni watu wazuri. Wafanyabiashara wetu ni watu ambao wanajua kwamba jamii ni kitu muhimu. Wao mara nyingi hutuhitaji sisi na sisi tunawahitaji wao. Kwa hivyo mikakati ambayo leo nitakayozungumza itagusia sehemu hizi nilizozitaja za wafanyabiashara na wanasiasa wetu. Kama nilivyotangulia kusema kwamba registration ya Iko Wapi Zamani eh, siku hizi chache zinazokuja tutaitangaza rasmi kwamba tumekuwa registered na tukishakupata registration basi mengi na mengi yataonekana. Jambo jingine, napenda kuwasihi na kuwaomba wafuasi wa iko wapi zamani vipenzi vya wa iko wapi zamani, tujitokezeni jamani kuiunga mkono FKF Mombasa branch, FKF ikiwa inaongozwa na ndugu yetu Alamin ni chombo chetu sisi. Alamin mara kwa mara anajitokeza kutuahidi ya kwamba anahitaji msaada wetu ili na sisi tuungi, tuungane pamoja tusonge mbele jamani. Tusidharau mwito kama huu. Leo ingekuwa tuna mtu ambaye si katika jamii yetu, tungekuwa na ulalamishi mwingi na kusema kwamba hatupendwi tun... hilo halimo leo. Tunaye kijana wetu Alamin ni mtoto wa mitaani kabisa, tumekulia naye sisi. Yeye ni kiongozi ametoa, am, am, amekunjua mikono yake kutaka tujitokeze tushirikiane. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tujitokeze tushirikiane na Alamin FKF ipate kufanya majukumu yake ili tusonge mbele. Kuna mengi na mengi ambayo, uh, FKF wanahitaji kufanya, lakini bila ya msaada ya jamii nzima basi itakuwa tunarudishana nyuma. Jambo kubwa la gumzo letu la leo ni mipango yetu ya kuwapa zawadi mashujaa wetu. Tumesikitika, miaka na mikaka imepita, mashujaa wetu licha ya kupawa zawadi, hata kutajwa hawatajwi. Wameingia katika ngome hii ya mpira wakacheza wakaonekana watu wakawashuhudia wakaweka historia, lakini kwa masikitiko ni kwamba wameondoka ulimwenguni wakiwa hali zao, hakuna alioonyesha shukrani zozote, wala hakuna aliyewatambua, bali tunaona katika eh, mambo ya kitaifa yakisimama watakaotajwa hawamo katika listi. Hawa wa kutoka kwetu hawamo kabisa. Ndio tukaja na idea kwamba sisi tutalisimamia wenyewe hili jambo. Jamani, jiulizeni, sisi tuko wangapi? Watu wa kutoka pwani tuko wangapi katika jamhuri yetu ya Kenya? Twashindwa vipi kusimama na kuwazawadia hawa viongozi, hawa mashujaa wetu? Siku ya Mashujaa ikifika serikali ina sherehe zake, wanafanya lakini kama ninavyosema sisi hatumo wala hatutambuliki. Lakini kutokana na vipindi vyetu vya Iko Wapi Zamani tumedhihirisha kwenu nyinyi kwamba palikuwa na mabingwa, palikuwa na mabingwa. Mwenyezi Mungu wa warehemu washawachukua, wengi wao, wachache wao bado wapo, wamejitokeza. Sina haja kuwataja majina, ni wengi wamejitokeza wakatupa historia zao, tukafaidika tukafurahika, na kitabu kiko njiani, kitatoka kitabu kuhusu hawa mashujaa wetu. Sasa ni wajibu wetu sisi kusimama na kuona shukrani zetu kwa wao zitafika kiwango gani. Ndugu zangu, kaeni chonjo na mukae kisawasawa, msikilize haya maneno ambayo nitakayo kuyasema. Hii si ndoto, bali huu ni ukweli na ni ukweli ambao tusipoufanya sisi basi hakuna wa kulaumiwa, tutalaumiwa sisi wenyewe. Figa tumezipanga, tukazungumza na kamati Iko Wapi Zamani na tukawa na mwelekeo, lakini mwelekeo huu utahitaji nguvu zetu sote. Nawaomba ndugu zangu, tujitokeze kusimama pamoja tutekeleze hili jambo, lau kama sisi hatutoyaona matunda haya, basi watakuja kuyaona wale watakaokuja baada ya sisi kuondoka ulimwenguni, lakini tumwageni mbegu nzuri katika ardhi. Sisi hatuna wajibu, tuwazawadie hawa mashujaa wetu. Suala tutawazawadia vipi? Katika mabano mawili katikati yake hapa tumeweka uh, vitu vya kuchagua ikiwa hatuna kitu, hali zetu taabani, lakini siamini kuwa hili ndio lipo kwamba ati sisi tuwe hatuna kitu. Lakini tuchukulie mfano, hatuna kitu, lakini twataka kuwazawadia, basi twaanza na kwanza kuwaambia well play mazee. Hili neno ni maarufu kwetu, well play mazee, alafu mtu anapewa kokakola moja, lakini mcheza ni mpira wa gharama kubwa sana, lakini sisi tulikuwa tukiwaambia well play mazee, umecheza sana, umecheza kama Pele maskini umekuisha. Kwa sababu nini? Hatuna, hatu hatukuweka mikakati. Tutawasaidia vipi watu kama hawa katika mabano haya? Well play mazee ni la mwisho kabisa, kisha linapanda daraja. Kama twaweza kufanya kitu kidogo, pengine tutawapa zawadi ya fedha, pesa katika bahasha hilo jingine, tunapanda juu zaidi pengine, wale walio hai tuweza kuwafanyia mpango sisi, tukawakatia tikiti, wakenda Maka wakahiji, kwa sababu hii ndio shukurani kubwa zaidi sisi tuweza kuwafanyia mtu. Amecheza mpira, amejitolea, ameleta sifa nyingi, basi hatuna cha kumpa, twakupeleka Maka uende ukahiji. Hili ni jambo jingine zuri zaidi. Mabano haya, ndani yake tunakwenda mpaka nitataja ile maximum ambayo sisi nia yetu ni kwamba hawa mashujaa wetu twataka kuwapa nyumba. Usigutuke, tutawapa vipi nyumba? Naam. Tuko wangapi sisi? Piga hisabu wewe mwenyewe. Tumefuatilia na tumeangalia mahisabu na tumejiangalia tulivyo. Ikiwa sisi kweli twataka kubadilika basi tusongeni pamoja mbele, usiangalie nyuma, tusivunjane moyo wala tusiseme sisi hatuwezi. Ikiwa huwezi na umeshindwa kwa isani yako na kuomba, inua mikono yako, uombe dua. Mwenyezi Mungu tutakabalie mambo haya yawe. Hawa watu, sisi hatuna cha kuwalipa wametuwekea sifa ambayo mpaka leo haifutiki, sifa iko, na ndio sababu tumekuja na vitabu, tunaandika historia zao, sifa zijulikane. Lakini sisi tutawajibika kuwapa zawadi wao wafurahi, kama wamekufa, zawadi ile tutawaita jamaa jama zake waje, waje wapokee rasmi. Hili litakuwa ni jambo ambalo ni funzo kwetu sisi na nchi nzima ya Kenya kwa sababu si wao tu ambao wame, wamekufa au wameondoka duniani au bado wako duniani lakini wako katika hali za kimaisha ambazo za kutatanisha sana. Wao hawa hawakuwa na mwelekeo maskini, wamecheza wakaona kwamba sisi, maana wakawa ndio ndio matajiri kwa ule mpira walivyocheza, lakini hali zimewaharibikia, watu wameotupilia mbali wengine wamekufia maspitali wakiwa na madeni, wanadaiwa, hakuna mtu aliowashughulikia lakini sisi sasa, tutabadilisha mfumo sisi wenyewe kwanza. Tunataka kugeuza jamii yetu, na hili jambo hili, ikiwa tutashikana vizuri tulianzishe katika jamii yetu, basi inshallah litakuja kukita vizuri. Tutaingia mpaka katika sekta ya masomo, tuangalie sekta ya michezo mingine, tuangalie sekta za kibiashara, tuwe ni jamii ya kusaidiana na kupelekana mbele. Ikiwa tume plan mambo kama haya, tunawaomba wale diaspora, watu walioko nje ya nchi ya Kenya, kwamba wakati ushafika sasa wa vitendo. Wazee wetu wametusihi sana kwamba, jamani, tushasema sana sasa ni vitendo. Kwa hivyo, hivi ni vitendo ambavyo vya kihakika tume establish timu ambayo itakuwa na accountability ya pesa. Pesa haitopotea ya mtu yoyote, itahifadhiwa vizuri. Tuna watu vijana ambao ni wasomi watakaozizuia pesa hizi zitekeleze ile kazi ambayo tutakayoipanga. Tumepanga angalau tukishindwa shindwa, tutafute watu kama wanne. Watu wanne katika mashujaa wetu, twaweza kuchukua wawili washakufa tunaweza kuchukua wawili walio hai. Ikiwa tutashikana vizuri, tumefanya mpango kuwapatia nyumba za vyumba viwili viwili, two bedroom apartment au two bedroom house. Ziko nyumba, tumejaribu kuangalia sehemu za Bamburi, sehemu za Mtwapa, na ndio uwezo wetu. Tunatamani leo, kama tungekuwa na pesa nyingi sana, kuwapa maflat, lakini sisi tutajitahidi na tutasonga mbele na tutasimama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo tuacha tukishindwa sana, angalau tutanunua nyumba moja tumpe mmoja, lakini tutakuwa tumefanya kitu, tutakuwa tumejiestablish, tume, tumetokeza katika jamii kwamba sisi ni watu ambao tuko serious kuleta mabadiliko mazuri. Tununue nyumba nne, pengine tunaweza kupata gharama ambayo inaweza kutufikisha labda milioni ishirini. Hili jambo sisi tunataka kulifanya, Mungu akitujalia, mwezi wa August ambayo ndio mwezi wa mashujaa dei. Ikifika kuanzia leo mpaka August tuna miezi mitano, miezi mitano. Sio August, ni Oktoba nafikiri, nafikiri nimekosea. Tutaangalia tuhakikishe zile tarehe, lakini tumebakisha miezi mitano ambayo tutakuwa na mashujaa dei. Siku ya Mashujaa Day, nawaomba na wasihi ndugu zangu, kwa hisani zenu, tushikamaneni sisi tulioko nje, tujitahidi tujikaze, tuj... tufanyeni juhudi yoyote iwezekanavyo. Sisi bwana, sisi si maskini bwana, sisi tunaweza kufanya mambo, na zaidi ya hayo ni kule kushikamana na kupeana moyo ikiwa kila mmoja wetu alioko nje atatengeza dala zake mia tatu aseme mimi naandikie mia tatu zangu, mimi niandikie mia tatu mimi na... hapa mpaka mwezi wa Agosti, mwezi wa Oktoba, mia tatu mia tatu, mia tatu mia tatu Tukijikaza hatukosi hizi pesa. Wale walioko nchini watajiangalia, kila mmoja atajipima nguvu yake, lakini usiachwe nyuma kutoa kitu. Toa hata kama ni dala hamsini toa chochote ulicho nacho tuchangeni hizi pesa. Tuna mipango ya kuenda kununua hizi two bedroom apartments ziwe ndio zawadi. Mwaonaje, leo musikie bobea amepata nyumba ya two bedroom apartment, Shakir Shahidu na wangapi na wangapi, kuna kina Kadirfara Alikaju hawa wote wamekwenda, tukifanya mwezi huu yule wale tutakaojaliwa ikiwa tutajiweza kweli, leteni surprise. Tunawaomba matajiri msikae nyuma, jitokezeni jamani, wekeni hii. Mwenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kesho siku ya Kiyama atakwenda kuiona ile kheri yake aliyoifanya. Twawaomba tuha, jamani tujitahidini sote kama kitu kimoja, kama jamii moja hawa wakongwe wetu tuwapeni zawadi. Tusikie leo fulani amepata nyumba two bedroom apartment wallahi, yeye mwenyewe atakavyofurahi. Basi sisi mbele ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tumemfanyia jambo ambalo la kumfurahisha mola wetu subhanah wa taala. Tufanyeni khairati kama hizi, tuchangeni pesa, tunaweka target ya 20 million milioni ishirini, na sidhani kuwa milioni ishirini kwa miezi mitano itatushinda. Sisi tutajipanga, tutajaribu kuwafuata wale wenye kufuatwa, tutawakumbusha wenye kutaka kukumbushwa kwamba na wao watusaidie katika jambo hili, na Mwenyezi Mungu atatuafikia insha allah. Na wakti huu wa maghribu kwetu kutuingilia, Mwenyezi Mungu atufungulie kila la kheri, Mwenyezi Mungu atuondoshee shari mijini mwetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wema wa kupenda kusaidiana. Mwenyezi Mungu atufungulie riziki zetu za halali. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ewe Mola tukuelekea wewe sisi Ewe Mola wetu, nyoyo zetu wazijua, na yale tunayo yakusudia wayaelewa, basi tutakuomba Mwenyezi Mungu tutekelezee jambo hili liwe kwa uwezo wako na kutubariki katika jambo hili utuwe, utupe mafungamano mema katika jamii yetu machafu, utupe uwezo wa kuweza kuyaondoa tukiweza kwa mikono yetu, na kama hatuwezi tuweze kuyaondoa kwa ndimi zetu, na kama hatutoweza kuondoa kwa ndimi zetu, basi nyoyo zetu angalau liweze kuchukia mambo mabaya kama haya. Twakuomba Mola wetu, utulinde sisi na watoto wetu, watoto ambao hali zao zinasikitisha. Hatujui tum, tum, tumkimbilie nani ili atuletee uongofu kama huu, hapana mwingine isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala.